Miaka yetu Mungu anasema nyakati zako zitakuwa za kukaa imara. Tunakataa kuyumbishwa, tunakataa kuyumbishwa, tunakataa kuyumbishwa eee! zako ziwe za kukaa imara tena zenye wokovu tele, maana yake kila unapohitaji msaada Bwana aweze kukupa msaada, kila ukiliitia jina la Bwana usikie mbingu zikikuitikia, kila ukimtafuta Bwana uso wake hafichi uso wake, anaonekana kwako na anakujibu wewe, rapakaryamandarakaka unaposema Baba uko wapi? Anasema mwanangu, niko hapa. Unasemaje? reshataramandarabakasi Nataka niombe kwa ajili ya watu ambao walifika mahali pagumu zaidi, huko mahali umeshaona kwamba siwezi, siwezi vuka hapo, hii hali ya uchumi siwezi kuvuka. Nataka niombe kwa ajili yako, maana kila mtu yuko kwenye ngazi yake, lakini kuna walio pagumu zaidi, ili Mungu aweze kuwanyenyua. Sema, e Mungu Baba, e Mungu Baba, e Mungu Baba, e ninaona pendo lako nimesikia sauti yako, nimesikia neno lako, nimeamini neno lako. Wewe ni Mungu uliye hai. Ninaona unavyonipenda katikati ya shida nilizonazo, upendo wako ni mkuu, hujaniacha niyacha, e Bwana. Mahali pa kukata tamaa umenitumia neno la kunishika mkono, umenitumia neno la kuniinua kwa upya, umenitumia neno, neno liwe msaada kwangu umenitumia neno liwe maarifa kwangu, liwe na ulinzi kwangu, liwe na mwongozo kwangu katika jina la Yesu. Ninakuja mbele zako kukushukuru wewe kwa ajili ya msaada wako, msaada wa mkono wako, msaada wa nyakati zako, msaada wa msalaba wako. Ninakuja mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba unisamehe katika jambo lolote unalolitazama kwangu

uliofunguka uliofunguka kupitia kwangu, kupitia kwa, kwa wazazi wangu, kupitia kwenye mazingira nin